Mmejitahidi sana kuadhimisha sikukuu. Natumaini kwamba yale yote mlioomba kwa bidii yatatimizwa na mtapokea Roho Mtakatifu kwa wingi. Sababu ya Baba kuwaambia kufanya yale aliyoamuru ni ili mpokee baraka tele. Hebu tuifanye. Hakika amewaambia kuhubiri Injili, kuhudhuria ibada na kusali. Haya yote ni kwa ajili ya baraka zenu. Mnapaswa kumshukuru Baba siku zote kwa kuwaruhusu kuishika siku ya Sabato iliyobarikiwa, kwa kuwapa Roho Mtakatifu kupitia sala zenu, na zaidi ya yote kwa kuwapa uzima wa milele unaoongoza kwenye ufalme wa mbinguni. Mungu amewaambia, furahini siku zote Ninyi ndio mnaopaswa kuwa na shangwe daima. Mnaenda kwenye ufalme wa mbinguni, mahali ambapo hakuna maumivu wala huzuni, bali shangwe inayofurika tu. Ili kukuwezesha kwenda kwenye ufalme mtukufu wa mbinguni, Baba alikuja katika jina la Yesu wakati wa ujio wake wa kwanza, alisulubiwa kubeba adhabu zenu na tena katika ujio wake wa pili alivaa taji la miiba ya mwili kwa miaka 37. Aliwaombea asubuhi na jioni, akafunga na akawaokoa. Pia tuwaombee wanafamilia wetu na tuwape dhamani ya wokovu wale ambao hawatambui dhamani yake. Ni lazima tutambue jinsi ilivyo baraka kuhudhuria ibada na jinsi ilivyo baraka kubwa sana kuokoa nafsi moja. Tuna furaha iliyoje kwa kuweza kumwita Mungu Mwenyezi Baba kama watoto wake. Mnapaswa kuishi kwa furaha mkitoa shukrani kwa Baba ambaye amewapa uzima wa milele na ufalme wa milele wa mbinguni. Wale wanaotenda kulingana na mapenzi ya Mungu huingia katika ufalme wa mbinguni, na kushangilia siku zote pia ni mapenzi ya Mungu. Ulimwenguni, watu ambao wana wasiwasi na mahangaiko mengi huwa wamekunja uso, lakini wale wanaopitia mambo mazuri hutabasamu. Kwa kuwa tunaenda kwenye ufalme mzuri wa mbinguni ambapo shangwe huzidi na uzima wa milele umeahidiwa, lazima tusikunje uso, bali tuvae tabasamu na kushangilia siku zote. Kama vile msemo unavyosema kwamba mambo ya ndani yanaakisiwa kwa nje, sura yenye shangwe inapoangaza kutoka kwetu, wale wanaotuzunguka watafikiri, muumini huyo lazima afurahi sana kwa sababu ameokolewa. ninapaswa kuwa na shangwe pia. Hata kama unateswa unapoihubiri Injili, furahi na shangilia, kwa kuwa thawabu yako itakuwa kubwa mbinguni. Unapokuwa na moyo wenye shangwe, hamu ya kuwapata kaka na dada zetu huibuka na upendo hujaa wazo: sipaswi kwenda kwenye ufalme wa mbinguni peke yangu, ambapo baraka na furaha ya milele vinafurahiwa, bali niende na hizo roho maskini. Hivyo ndivyo mnavyoweza kuzaa matunda. Kuna furaha na thawabu kuu katika kuongoza nafsi inayokufa kuelekea upande wa Mungu. Badala ya kuwa na mawazo hasi, pokea shangwe ya kwenda mbinguni kama vile Biblia inavyowaagiza kuweka nia zenu katika mambo ya juu. Tunapowaongoza watu wengi huko, hii huleta furaha si tu kwetu wenyewe bali pia kwa wengine. Tunayo siku zenye furaha tumbeleni. Mwanzoni tulidharauliwa, lakini sasa kulingana na huo unabii kwamba tutapokea sifa na heshima miongoni mwa mataifa yote ya dunia. Wale wanaotuzunguka wanalitambua Kanisa la Mungu kwa usahihi kama kanisa zuri. Kwa kuwa mmeeneza nuru ya Agano Jipya kwa upana, giza limetoweka na watu wameanza kuiona nuru. Miaka elfu mbili iliyopita, wanafunzi walipopaza sauti zao baada ya kumpokea Roho Mtakatifu, watu elfu tatu na hata elfu tano waliongozwa kwa siku moja. Kwa kuwa mmempokea Roho Mtakatifu, mnachohitaji kufanya ni kuhubiri tu. Sasa ni wakati wa kusifiwa, hivyo endeleeni na kuhubiri kwa ujasiri na bidii. Hebu tusimfiche Roho Mtakatifu tuliyempokea wakati wa Tamasha la Vibanda, bali tushiriki kwa bidii katika vuguvugu vugu la Roho Mtakatifu, tukishiriki na kuhubiri kila mahali. Kwa kuwa uko chini ya ulinzi wa Mungu Sayuni, mahali pa amani ambapo maafa hayawezi kukaribia, lazima uwe na shangwe na furaha siku zote. Tafadhali fungua Biblia na waonyeshe watu wengi kwamba wanapaswa kuja Sayuni kupokea maji ya uzima. Tafadhali wasaidie kushika neno la Mungu ili waweze kubarikiwa wanapoingia na wanapotoka. Ninataka ninyi mwe watoto wa upendo ambao kupitia Pasaka ya Agano Jipya mnawasilisha mti wa uzima na ufalme wa mbinguni kwa wale wanaotabika na kuteseka, akiwawezesha kuishi siku zote kwa furaha. Natumaini watoto wote wa Sayuni watampendeza Mungu kwa kuwaongoza watu wengi upande wake na kupokea thawabu nyingi na sifa kutoka kwa Baba katika ufalme wa mbinguni.